Mikopo ya asilimia kumi ni mpango wa nia njema ya serikali kuwasaidia wananchi na kuwawezesha kiuchumi ili kila mmoja aweze na yeye kuweza kumudu maisha kwenye familia yake. Kuna kitu kinachoitwa uchumi jumuishi. Uchumi jumuishi maanake ni pale ambapo kila mmoja anakuwa na kazi ya kuweza kumwingizia kipato halali kila mmoja kwa nafasi yake, hapo ndipo unaposema uchumi jumuishi. Kuna atakayepata ajira, kuna atakayejiajiri kwa pigizo ajira kwa ajili mwingine, kuna atakayepata kibarua, lakini mwisho wa siku zote ndani ya jamii, kila mtu awe na kazi halali inayoweza kumpa kipato kwa ajili yake na familia yake. Fedha hizi serikali inazitoa na ni maelekezo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa kuhakikisha kwamba kile tunachokikusanya kwenye halmashauri kinarudi kwa wananchi. Kimsingi hizi ni fedha zenu, ni fedha zinazotokana na kile ambacho wewe ukilima mazao ukifanya nini, unapouza ukiombwa lipa ushuru, basi kalipa ushuru, kwa sababu matokeo yake ndiyo haya tunapokusanya mwisho wa siku tunarudisha kwenu ninyi wananchi. Sio lazima wewe lakini, ukimwona mwingine naye anakwepa kulipa ushuru wa serikali, anakwepa kulipa kodi, huyu anataka pia na yeye kuja kukukwamisha wewe kwenye wewe kupata mkopo wako wa asilimia kumi, kwa sababu bila yeye kulipa na wewe hutaweza kupata mkopo. Kwa hiyo hii ni mzunguko wa fedha zinakuja serikalini lakini mwisho wa siku zinarudi. Kweli kuna zile ambazo tunawapa kama fedha, kama tukawapatia leo, nyingine hatuwapi kama fedha, lakini hizo hizo, hizo hizo tunatumia kufanya miradi ya maendeleo. Hizo hizo ndiyo tunajenga zahanati, lakini hatujengi zahanati na vituo vya afya peke yake, hapana. Hizo hizo ndiyo tunatumia kununua madawa kuweka huko, huko huko kwenye zahanati na vituo vya afya, ili na nyinyi ukipata shida ya kiafya uweze kupata matibabu. Hizo hizo, hizo hizo ndio tunajengea barabara, hizo hizo ndio tunawaletea maji vijijini, lakini hizo hizo ndio tunamega kipande kingine cha mapato hayo hayo tunawakopesha, maanake mtu hawezi kuishi tu kwa kutembea kwenye barabara. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba fedha hizi ni mzunguko, unatakiwa wewe unapokopeshwa lakini mkumbuke kurejesha <tie> ili na mtu mwingine naye aje akope, na kadi unavyorejesha sasa hivi. Tuna zaidi ya shilingi bilioni mbili, lakini kila mtu akienda akakopa akarejesha ule msufuko wa fedha za mkopo peke yake, tutakuja kufika mbali sana. Tutakuwa na kiasi cha fedha nyingi kiasi kwamba ikiunda kikundi kipewa fedha kutafika mbali. Sisi kama halmashauri, hili ni jukumu letu kutoa fedha kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, na tunatoa asilimia kumi ya makusanyo ya halmashauri. Sasa ili tuweze kutoa asilimia kumi, lazima tukusanye fedha. Tunapokusanya fedha ni pamoja na kwa wananchi wetu hapa ambao leo miongoni mwao wako, kwa maana tunajua wako wafanyabiashara, wako wakulima, wako wachimbaji na hayo ndiyo maeneo ambayo sisi kama halmashauri ya wilaya Chunya tunajivunia katika ukusanyaji wa mapato. Namshukuru mkuu wa wilaya. Sisi kwa halmashauri ya wilaya Chunya tumekuwa tukiongeza mapato ya halmashauri mwaka hadi mwaka. Sisi 2021 makusanyo yetu yalikuwa bilioni 3.5, lakini hata bilioni 3.5 ilikuwa inafikiwa kwa asilimia 75 tu, lakini mwaka huu ulioisha tumeweza kukusanya bilioni kumi na mbili ni mara nne ya ile 2021 sasa utaona ni kwa jinsi gani halmashauri yetu inaendelea kupiga hatua mwaka huu tuna bajeti ya kukusanya bilioni kumi na mbili lakini lengo letu tuione hata kama tumepanga kukusanya bilioni kumi na mbili tukusanye angalau bilioni kumi na nne na hata tukiweza bilioni kumi na tano lengo letu likukusanya asilimia mia moja ikifika tarehe thelathini ya mwezi wa sita, mwakani lakini leo tarehe ishirini na moja ya mwezi wa kumi na moja tayari tumeshakusanya kwa asilimia sabini na tano na fedha tulizotakiwa kupeleka kwenye asilimia kumi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumeshapeleka zilizotakiwa kupeleka kwa kiwango hiki cha sasa kulingana na kusanya zote tumeshapeleka ulizotakiwa kupeleka kwenye miradi ya maendeleo zote tumesha. Najua mahitaji ya kukopa ni mengi kuliko fedha ambazo tunakuwa nazo. Sisi tutajitahidi kama halmashauri, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuhakikisha tunakusanya fedha ili ziweze kukopeshwa kwa wananchi. Katika awamu hii sasa ya mwaka 2025 2026, robo ya kwanza tumefanikisha kuvikopesha vikundi 82 ambavyo vimekizi vingezo na mchanganuo ni kama ifuatavyo: wanawake vimekuwa ni vikundi 40, ambao wamekopeshwa jumla ya kiasi cha shilingi milioni 266, na vikundi vya vijana vimekuwa ni 39, ambao wamekopeshwa jumla ya kiasi cha milioni 508 na, na laki tano na watu wenye ulemavu ni vikundi vitatu ambayo wamekopeshwa jumla ya kiasi cha shilingi milioni 15 na kufanya sasa katika awamu hii kukopesha jumla ya kiasi cha shilingi milioni 789 na laki tano. Tuko kwenye vikundi e, vya ujasiriamali. Assumption yetu ya kwanza ni kwamba kuna ziada ambayo utatakiwa wewe kuihifadhi ili ije kusaidie baadaye. Sasa kuhifadhi hela mwenyewe e, ni kitu ambacho hakiwezekani ngumu. Kwa hiyo tumekuja na utaratibu ambao vikundi vya wajasiriamali na vyenyewe vinapata mnufaiko kama wa yule aliyeajiriwa. Kuna kitu kinaitwa pensheni ya uzee ambayo hii ipo kwa aliyeajiriwa, mfanyakazi anafanya kazi anakatwa kila mwisho wa mwezi, atakapostaafu kazi akarudishiwe pesa zake na apate kitu kinaitwa pensheni ya uzee. Sasa asiyefanya kazi, hajaajiriwa, yuko kwenye kikundi kama nyie, yeye kwani hatazeeka? Kwa hiyo kuna product imeletwa kwenu, taratibu wenu huko hivi jiandikishe, kama kikundi jiandikishe, kama peke yako. Ukija mwenyewe, sawa. Mkija kama kikundi, wote mnaandikishika. Baada ya hapo utapewa kadi yako ya uanachama kuandikishwa bure mpaka unashika kadi yako bure, hujatoa senti moja. Alafu utatengenezewa control namba yako. Kama kikundi utatengenezewa control namba ya kikundi, kama peke yako utatengenezewa control namba ya peke yako. Kazi yako wewe, kila mwisho wa mwezi, jiwekee akiba yako. Akiba hii ipo ya namna mbili. Mimi peke yangu, akiba yangu ni shilingi elfu thelathini kwa mwezi. Mimi nna familia, nitakwambia kwa nini mwingine ingie kama familia, mwingine ingie kama peke yake. Mimi na familia, akiba yako ya mwezi iwe shilingi elfu hamsini na mbili na mia mbili. Ndugu zangu, ili msiathirike sana na hii fedha ya michango, hasa mwanakikundi wenu anapopata changamoto imwenzenu, benki ya NMB ina bima ya kikundi ambayo, ile ya chini kabisa, kila mwanakikundi anachangia shilingi elfu sita tu Maanake kama mpo watu watano, ni shilingi elfu thelathini. Mnakata hiyo bima ya kikundi. Ikitokea mwanakikundi wenu amefariki, benki ya NMB inawapatia mkono wa pole wa shilingi milioni moja. Kwa CRDB, e, tunakuja na sisi na programu yetu, tunaitwa Umbetu. E, programu hii kimsingi ina malengo haya haya kama ambayo E, serikali nayo kwa makundi haya. Kwa hiyo programu hii ya ndege inauwezesha, inatoa mitaji wezeshi kwa makundi haya e, ya vijana pamoja na wanawake. Hii sio si atutoe mikopo, tunatoa mitaji wezeshi, na tukitoa mitaji wezeshi hii tunazingatia mazingira na uhalisia ya makundi haya, kwa sababu unakuta hayana dhamana e, e, lakini pia hajarasimisha shughuli zake, kwamba hawana leseni na hawafai katika mfumo ile rasmi shughuli zao za uzalishaji. Kwa hiyo, kwa kujakiishia jitihada za serikali, tunatoa hiyo mitaji wezeshi kwa makundi haya, kwa makundi haya, na vigezo ni kwamba wanatakiwa walioga kwenye vikundi, lakini pia wawe na shughuli za kuzalisha ambazo ni halali. Ninakushukuru uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassani, lakini mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Chunya kwa kuona inaweza e, kutuwezesha sisi vijana na mafundi mbalimbali kuhakikisha tunasonga mbele katika shughuli zetu za usafishaji. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www chunya dc go tz ni. Lakini Instagram tunapatikana chunya underscore official.